Mfungulie mlango, acha kila kitu. Hata saa hii neno linaendelea, mwambie kila kitu nilicho kikamata leo nakiachia, ili Yesu leo aweze ku aweze kuingia ndani yako, ili ukiondoka hapa uondoke na Yesu Amen. Bwana Yesu asifiwe sana Amen. Toa vikokolo vyote ambavyo vimeujaza moyo wako, kila kitu ambacho unakiona kabisa kimezuia ili Yesu asiingie, kitoe ili Yesu aweze kuingia ndani yako Bwana Yesu asifiwe sana Amen. Yesu anabisha ili aweze kuingia kwa kufungua mlango, ni wewe leo. Kama siku ya leo, kama usipofungua hawezi kuingia. Ukisema kwamba na hiki ni cha kwangu, hawezi kuingia, maana anataka mtu ambaye yuko tayari anamtumikia mtu Mungu. Mungu anataka kumtumia mtu ambaye yuko tayari, lakini kama ukisema kwamba na hiki bado ninacho hiki, ninakipenda na kile, bado nakipenda. Hataki takataka zozote. Kama unataka kumtaka, unataka kumtumikia Yesu, basi ondoa takataka ili yeah, aweze kuingia ndani yako. Aweze kukaa sehemu pachafu? Bwana Yesu asifiwe sana. Pachafu pamoja na dhambi, masengene, kama bado unasengenya bado najiunga na vikundi ambavyo vya dunia na wewe umo unachangia, na we hoja, wametoa hoja na we unachangia huo uchafu ambaye ndio hauta. Kama unataka unamtaka Yesu ska leo, sema kwamba mimi nimeacha kila kitu, yule ni fulani nimemwacha, mama fulani nimemwacha kwa sababu hajaokoka, siwezi kupiga naye story tena, wanaweza pesa sana. Amen, achana na marafiki wote, mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako leo, ayaongoze maisha yako leo. Lakini ukisema kwamba na mimi nimeokoka, unafata mkumbo, unajifichaficha mgongoni, kumbe haujaokoka. Mpokee Yesu awe wa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Usitegemee mwingine, Yesu wa fulani. Mwambie kwamba nahitaji uwe wa kwangu peke yangu. Bwana Yesu asifiwe sana na pia uweze kupata utulivu wa kuongea naye. Hivyo mahangaiko, kila siku, kutwa nzima, wewe hauna muda wa maombi, hauna muda wa kusoma neno. Yesu hawezi kuongea na wewe, hauweze kusikia sauti yako, hauwezi. Lazima uweze kutenga muda wa kusema kwamba leo niko kwa ajili yako, saa moja niko kwa ajili yako. Yesu nataka useme na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawezi kusema kwenye mahangaiko, hawezi kusema ukiwa kazini kutwa nzima, yani unaamka saa tisa. Wengine unakuta wanaamka saa tisa wanarudi saa nne, wanaamka saa tisa wanarudi saa nne. Atapata muda saa ngapi? Na wakati akirudi amechoka, analala. Mwambie siku moja kwamba mimi siendi kazini, kila kitu mnafunga, leo ninashinda kanisani, hata kama nyumbani. Mwambie leo nataka niseme, na leo nina, leo, jambo langu leo, hili jambo silitaki te leo hii tabia hii siitaki, leo hii hali hii sitaki, si nataka uweze kumuondolea. Yesu ndiye anaweza kukuondolea. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaombewa, we utaombewa, lakini kama hilo tatizo hautaweza kuamua mwenyewe, halitaweza kutoka. Chukua bidii leo, chukua maamuzi leo, chukua muda leo wa kukaa na Yesu, wa kumwambia Yesu, niko hapa Nataka niseme na wewe kuhusu jambo hili mbona, mi nashindwa hapa? Mi mbona siwezi na wewe uliweza? Mbona mi siwezi kufunga na wewe mbona ulifunga? Mbona we ulikuwa mtakatifu, mi mbona nashindwa kuwa mtakatifu? Mwambie yeye, yeah, yeah, atakusaidia. Lakini ukishindwa kumwambia, ukishindwa kumwambia, utaendelea kushindwa ukishindwa kuchukua maamuzi leo, kuchukua nafasi leo. Tuwe tunakutana jumapili tu na Jumatano, ni masaa yenyewe ma machache tu. Lazima kati, kati ya wiki uite, utenge muda kwamba hii siku sitakwenda kazini, shughuli zote ninasimamisha, nataka niongee na Yesu, nataka nimuulize jambo hili, mbona ipo hivi, mbona nashindwa kuvuka hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu wanataka uweze kuchukua muda ya kuongea naye. Usiwapelekee mambo yako watu watakusengenya. Hata wapendo wenzako siwaambie kama yule tu ukusukuma uweze kumshirikisha. Sio kila mtu uweze kumwambia. Sio kila mtu uweze kumwambia mambo yako. Wengine tuko humu humu, lakini wengine utayakuta huko lakini ukimwambia Yesu hataweza kulipeleka jambo popote. Sio kila mtu utamshirikisha, yule tu uweze kumshirikisha. Sio kila mtu ajue kwamba una jambo hili, sio kila mtu ajue kwamba una tatizo hili. Unamwambia kwamba nisaidie maombi, tatizo liko mimi na tatizo hili nisaidie maombi, yule unasukuma, lakini sio kila mmoja aweze kujua tatizo lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki wa kwanza ni Yesu. Kila mmoja hapa akisema kwamba amshike Yesu kweli kweli, aseme kwamba mimi nina Yesu tu, mimi ninaacha kila siku, kila kitu naacha, ninamtazama Yesu tu, hatuwezi kuwa hapa, kwa sababu kila mmoja atakuwa viwango vingine. Kwa sababu tunakuwa hapa kwa sababu ya marafiki. Hata kupenda fedha ni marafiki, fedha hiyo ni marafiki ukipenda kuliko Mungu. Hata mtoto ukimpenda kuliko Mungu anakuwa nakutenga, sababu unashindwa kwenda kwenye ibada, unashindwa kuomba kwa ajili ya mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulikuwaga na mama mmoja kule Kibaha, aliomba mtoto kwa muda mrefu, akaja kumpata akiwa na miaka hamsini. Bwana Yesu aspe sana. Baada ya kumpata yule mtoto, akaacha kwenda kazini na ni kanisani. Mchungaji akimpigia simu, anasema kwamba, yaani, leo atakulala kabisa, maana alikuwa analia sana Jumatano akimpigia nimechelewa, nilienda kliniki, kwa hiyo nilikuwa akafanyaje? Akafa. Sijamkulogia huyu, baadaye yule mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona madhara yake nini. Mungu alimpa mtoto ili afanye nini, baadaye ikawa sababu kwamba mtoto alimpenda sana mtoto kuliko kuliko Mungu, akaacha kwenda kwenye ibada, anapigiwa na sababu inakuwa mtoto Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu isiwe kazi, sababu isiwe ndugu zako, kuto kumtumikia Mungu, kuto kuja kwenye ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama ukiona kabisa kwamba we sababu ni hiyo, una huduma inashindwa kuendelea, unasema kwamba kwa sababu na mtoto siwezi kuifanya kazi ya Mungu, ipo siku ambaye ataiondoa, atampa mwingine. Kwa sababu wewe hutawe uwezi oh umebezi kwa mtoto, unaona kwamba ngoja kwanza akuwe mtoto, ndipo nimtumikie Mungu. Ngoja kwanza mtoto huyu asogee sogee soge, ndio nimtumikie Mungu. Atafanyaje? Ataiondoa. Kwa hiyo, msikilize. Yesu anataka aseme na wewe, mwambie Yesu, niko hapa, nataka niseme na wewe, nataka nisikie sauti yako. Bwana Yesu asifiwe. Mariamu alisema kwamba mimi naacha kila kitu hata kama alikuwa na watoto, alikuwa sina kazi gani, akaacha akakaa miguuni mwa Yesu. Na wewe acha kila kitu uweze kukaa miguuni mwa Yesu ili ye, uweze kusikia neno lake. Bwana Yesu asifiwe, amen. Mungu anataka tuweze kubadilika, tusitegemee vitu vingine. Unapotegemea vitu vingine kuliko Mungu, hujua umejitengenezea miungu yako yeye anaweza moja kwa moja, ukimwita tu mwambie shida yako, weka kila kitu kwake wazi, mwambie la kwangu linaenishinda li ni hili hapa, ambaye linaenifanya kwamba nisikuone ni hili hapa, inafanya kwamba nisikutumikie ni hili hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yeye atautua mzigo wako, yeye atauondoa huo mzigo ambao unayekulemea, hicho kikwazo ambacho kipo mbele yako atakitoa. Bwana Yesu asifiwe. Mkimbilie yeye, kimbia jitoe huko uliko, using'ang'anie katika kifungo hicho, using'ang'anie hiyo dhambi. Wewe ndio wakusema kwamba mimi sitaki maana hiyo hata dhambi uliyokuwa nayo ni rafiki yako, maana anakupa faida. Angekuwa hakupi faida ungemwacha, lakini kwa sababu anakupa faida umemngangania. Usilizike hapo ulipo, usilizike na hicho ulichokuwa nacho ambacho akikupi faida. Mwambie na mimi nahitaji kuwa mtumishi wa Mungu, na mimi nahitaji nikutumikie hichi nilichokuwa nacho nataji kikuwe. Hautaweza kubaki kama ulivyo, lakini miaka na miaka itapita kama hautaweza kuamua. Yesu anaongea na wewe hata kwa njia ya ndoto, umsikii. Kwa sababu gani? Hivyo vikwazo ulivyokuwa navyo hivyo vitu ulivyovibeba ndio maana vinafanya kwamba usimsikie. Amina, lakini leo hii ukivitupa leo hii viache, ambie mimi sio wa kwenu, mimi namchagua Yesu, ambaye rafiki wa kweli yeye, ambaye ameenda amesema, naenda kwa baba kuandalia makao. Mali haziwezi kukuandalia we makao, mali utaziacha hapa hapa duniani, haziwezi kufikisha popote lakini yeye atakufikisha pale alipoenda kupanda. Lakini wote ambaye wametegemea fedha leo hii hawapo, leo hii wameziacha, majumba ambayo waliwekeza, waliona kwamba ni kitu cha fahari, leo hii wamekiacha. Yewewe unapata shilingi ngapi kwa siku, unamsahau Mungu? una mali ngapi? Una nyumba ngapi, ambayo unashindwa kumtumikia Mungu? Una nini ambacho kinakufanya kwamba kimtengi ki Yesu usimwone? Hebu fikiria, na nini mimi? Nimefanya nini katika ulimwengu huu na watu wakaniona? Wenzako walijulikana na dunia nzima ikawajua hicho walichokitafuta wamekiacha, walikuwa wanaitikisa wame dunia, wametikisa dunia leo hii lakini wameondoka. Ndio jue kabisa kwamba hivi vyote navyo vitafuta vinaisha, vyote nitaviacha. Heri niweze kumshikilia Yesu, rafiki wa kweli, ambaye atakuwa na mimi wakati huu, atakuwa na mimi wakati ujao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuangalie Ufunuo sura sura ya kwanza mstari wa nane na kwa malaika wa kanisa liloko Simbi naandika

Kwe alikuwepo, na hata leo hii yupo, na atakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukivishika hivyo, vyote vinaisha, Yesu atabaki hapo hapo. Leo hii umetumia pesa ngapi? Leo hii umekula vyakula vingapi ambavyo vyote vimeisha? Bwana Yesu asifiwe sana, lakini ukimtegemea Yesu, yeye ni mwanzo na mwisho kuanzia mwanzo wako alikuwepo, kila kitu ambayo uko unakifanya yeye anakijua, na pia hata leo hii anajua mwanzo wako na mwisho wako anaujua yeye Bwana Yesu ah, heyi. Esa, heyi, Yesu asifiwe sana. Sasa heri uweze kumtegemea Yesu ili uweze kuwa na mwisho mzuri, lakini kama hautaweza kumtegemea Yesu mwisho wako utakuwa mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Mshike yeye, acha kila kitu, mtegemee yeye, maana yeye mwanzo na mwisho. Vyote hivyo unavyoviona leo, kila kitu unachokifanya leo, hiyo ardhi unaikanyaga, yeye aliumba na yeye atakuja hiyo siku ya mwisho kuchukua waliekuwa wake, wale wale kana dunia walisema kwamba dunia, mimi sio rafiki yako, mimi rafiki yangu ni Yesu peke yake. Ndio hao watakuja kuchukuliwa. Wewe ambao ulikuwa na tangatanga kanisani huko, duniani hukupo, utaachwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye anakujua, anajua mwisho wako, anajua maisha yako, anajua kila kitu. Unachokipitia leo anakijua, anataka tu uweze kumwambia, maana yeye ni mrafiki mwema, yeye anayeweza kutoa shida yako. Mama yako hajui, hawezi. Baba yako hawezi, hataweza kuondoa huo mzigo, lakini ukimletea Yesu anaweza kuondoa. Bwana Yesu asifiwe. Usitegemee mali, usitegemee, usitegemee ndugu, usitegemee kazi uliyokuwa nayo. Ambie kwamba ni muda tu, muda mchache naifanya, lakini muda mwingi uweze kumsikiliza Yesu. Mwambie Yesu, nataka hata kama nafanya kazi hii, una unasema nini kuhusu maisha yangu? Unasema nini kuhusu huduma yangu? wewe hautaki Ukishafika kazini umeshafika yale yote ambayo wanayatoa kazini, nawe unachangia sijui ya, ya vyama na we umo, si ya mpira na we umo, haujui wale watu wa dunia, haujui unashangilia nini, uje kule mle wanamshangilia wanamshangilia, Mungu gani? Bwana Yesu asifiwe sana, wewe bakia na Mungu wako mmoja Mwambie mimi Mungu wangu ni mmoja tu, sitataka bila, sitataka chama, kwa sababu sisi hatuna chama. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi hatuna chama, chama chetu kimoja tu Yesu, ambaye kiongozi mwema, ambaye yeye anaweza kutusaidia. Sema kwamba kichama ni kizuri, sijui timu ni nzuri kuliko hii, hayo sio ya kwetu kama utakuwa upo huko ujue hapo ndo um, hayo yanaikutenga na Yesu. Yesu hataki mambo kama hayo, hataki kwanza kubishana na mpira na wewe umo, na wewe ndo, si simba si yanga na wewe umo, awa amefanya vizuri, awa amefanya vizuri. Yesu hayahitaji hayo, anataka uweze kutafakari neno lake Tafakari ukuu wake, kwa jinsi gani alivyokutendea, kwa jinsi gani alivyokuokoa. Bwana Yesu asifiwe! Kama leo hii ukigeuka, kama leo hii ukikubali kumfungulia mlango, akaingia kwako, atatengeneza maisha yako, atatengeneza mwenendo wako ambaye shetani alishaharibu, ambaye njia yako imeshaharibika. Yesu anataka aingie leo hii, ili aweze kutengeneza Bwana Yesu asifiwe. Upendo wa Yesu ni mkubwa sana, upendo wa Yesu ni mkubwa sana, ambaye unakutaka una leo uweze kuutazama kwamba ni kweli mimi sikuwa mtu, ni kweli nilikuwa na tabia mbaya, ni kweli sikufaa kabisa. Matendo yangu yangefunuliwa leo hii, mi wanadamu wangenipiga mawe. Hebu tafakari ni mangapi ambaye ameyaondoa? Ulikuwa unafanya vituko gani ambaye leo hii ameviondoa? Leo hii amekusafisha. Tafakari na uweze kumchagua yeye. Bwana Yesu asifiwe. Hata mtoto mama, mtoto wake akifa haseme kwamba niende naye Anamwacha analia, ananyamaza, baadaye anasahau, anazaa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye upendo wake ni mkubwa sana, kwa hiyo tuweze kutafakari, na uweze uweze kujua kabisa kwamba mimi nimependwa kwa tabia zangu hizi, nimependwa kwa mwenendo niliyokuwa nao, mpaka nalisikia neno hili, nimependwa, niweze kubadilika kwa ngapi leo hii hawajaja, unawajua hawajafika hapa. Wa uliefika basi, uweze kulishika hilo neno, mwambie mimi, nani angenisafisha? Nani angenivumilia kwa tabia zangu? Lakini Yesu amenitengeneza leo, nimekuwa hivi. Bwana Yesu asifiwe, amen. Yesu anataka uweze kumchagua yeye, achana na marafiki wote Mtafakari yeye usiku na mchana, anataka uweze kumtumikia. Watenda kazi shambani kwake ni wachache, anataka na uweze kuwa mtenda kazi, lakini hauwezi kusikia. Kwa sababu gani? shughuli ulizokuwa nazo, unajiona kazi yako ni bora kuliko kazi ya Mungu. Kumbe Mungu anataka uweze kuifanya kazi yake kwanza, alafu atakutendea mambo hayo mambo unayotaka wewe. Lakini kama utakuwa bize kutwa nzima bila kumkumbuka Mungu, unakuja jumapili tu unakuja Jumatano tu ni masaa mawili alafu unaondoka unafuata mambo yako, hautaweza kupendeza Mungu. Utaona tu watumishi wa Mungu wanahubiri, utatamani tu, lakini kwa sababu gani haujui kwamba amefanya hatua gani Wamefanya maamuzi gani mpaka wanafikia pale? Wamejinyima nini? Wameacha nini? Wamepata hasara kiasi gani mpaka wanafikia pale? Lazima uweze kukubali hasara ili uweze kumwona Mungu. Lakini ukisema kwamba na hiki kitaharibika na huyu atanitenga na huyu ataniacha watanisema, hautaweza Yesu anataka uweze kuchukua maamuzi leo na kumfuata yeye.